Siku ya Ijumaa, kampuni ya Airbus iliitisha takriban ndege 6000 katika fliti yake ya A320 baada ya kugundua kuwa mionzi mikali ya jua inaweza kuharibu data muhimu kwa utendaji kazi wa udhibiti wa ndege. Kufikia Jumatatu, chini ya ndege 100 zimesalia bila kibandiko au kutohudumiwa. Hitilafu hiyo ilikuja kujulikana wakati marubani walipopoteza ghafla udhibiti wa A320 mnamo Oktoba. JetBlue Flight moja mbili tatu sufuri ilikuwa ikisafiri kutoka Cancun, Mexico hadi Newark, New Jersey, wakati kompyuta moja ya Airbus ilipofanya kazi vibaya. Ndege hiyo ilishuka kwa futi 100 ndani ya sekundi saba tu. Hali katika kabini ya abiria iliyoundwa na nose dive ya ghafla zilikuwa za mchafuko, kama unavyoweza kufikiria. Mara tu wafanyakazi wa ndege walipopata udhibiti tena, mara moja waligeukia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tampa huko Florida. Takriban watu 15 walisafirishwa hadi hospitali za karibu na majeraha yasiyo ya kutishia maisha. Jinsi miale ya jua inaweza kukaanga vifaa vya elektroniki ni moja kwa moja kulingana na BBC. Chembe za kasi ya juu za subatomic hushambulia mifumo ya kompyuta na zinaweza kusababisha mfadhaiko wa tukio moja. Linaloitwa flip ni mfano ambapo kumbukumbu kumbu ya kompyuta imeharibika na kugeuza sufuri hadi moja au kinyume chake katika vipande vya data ilivyohifadhiwa. Huenda ikasikika kama urekebishaji rahisi wa programu, lakini haikuwa solution la wote kwa kila Airbus A320 iliyoathiriwa lika na matukio mia tisa ambapo maunzi ilibidi yabadilishwe ili kulinda vyema vipengele vya elektroniki kutoka kwa mionzi ya jua. Mashirika ya ndege yalifanya haraka kukarabati ndege zao za Airbus A320 mwishoni mwa juma ili kuepusha usumbufu wowote wakati wa msimu wa safari za shukrani. La ndege la American Airlines lilitangaza siku hiyo hiyo na kukumbuka kuwa ndege zote 209 zilizoathiriwa katika fliti yake zilikuwa zimerekebishwa kulingana na CNBC. Ilithibitishia Reuters Jumatatu kwamba iligundua suala la ubora kwenye paneli za fuselage za chuma za A320 kadhaa ambazo hazijawasilishwa. Airbus A320 iliipiku Boeing 737 kama ndege iliyouzwa zaidi kuwahi kutokea mapema mwaka huu. Natumai haitakuwa na shida kama mshindani wake wa Marekani.